Gilly Boni online TV tulikuja Urambo kuona hali ya utekelezaji wa huu mradi, ilikuwa bado kilomita ishirini na moja nimewapa maelekezo leo. Tumekuja kuangalia yale maelekezo katika zile kilomita ishirini na moja wamebakisha mita mia sita tu. Sasa hapa tena hakuna maneno mengi. Wana Urambo wanachohitaji ni maji ya Ziwa Victoria waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Sasa maelekezo ambayo unayatoa, katibu mkuu yupo, mkurugenzi wa usambazaji maji yupo, na anayesimamia mradi huu wa miji ishirini na nane yupo, tutakwenda katika haya mambo yafuatayo. La kwanza, kwa kuwa zimebakia mita mia sita ya usambazaji, haya mabomba yaingie kwenye hili tenki tunawapatia siku tano, zinawatosha. Wafanye kazi usiku, wafanye kazi mchana, mabomba ambayo yanatakiwa yafike kwenye matenki, zisizidi siku tano. Mheshimiwa DC nisimamie hili. Mabomba yakishasambazwa mpaka kufika kwenye tenki, manake lazima haya mabomba yasafishwe, flushing wanaita, ili yaweze kuhakikisha kwamba kama kuna uchafu wote utolewe na kuweza kuyatesti matenki si dhani kama wanahitaji wiki nzima. Wiki tatu zinawatosha. Kwa hiyo maelekezo ya wizara ya maji katika hizi wiki tatu, manake mpaka mwisho wa mwezi huu wa pili, tunahitaji maji hayo yamekusha ingia kwenye tenki la Urambo. Lakini jambo la pili, wana Urambo hawahitaji kuona maji tu kwenye tenki, wamesubiri maji kwa muda mrefu, wanachotaka wananchi watumie maji bombani. Kwa hiyo ninavyozungumza, mkurugenzi wa, wa Tuwasa, wapi huyu bwana? Kesho nadhani uje kwa mkuu wetu wa wilaya au Jumatatu mpange na sisi, tunarudi zetu Dodoma, tunatuma milioni mia tano. Kazi ya kuchimba mifereji ianze iende sambamba, wakati maji yanaingia kwenye tenki yatoke yaende kwa wananchi waweze kunywa maji safi na salama wa bwao upo asilimia ngapi? asilimia 88. changamoto ni nini? Kuna malipo yao, kama milioni mia nne. Sasa hatuwezi kuja tuondoke, tuje tuondoke, nadhani iende sambamba. Tufumbe macho, katibu mkuu, tuwaletee milioni mia tano na tuwaletee milioni mia nne kwa ajili ya bwawa. Hizi kazi zende sambamba tukamilishe, wana Urambo waweze kupata huduma maji safi na salama. Mheshimiwa wa Waziri, mi niseme tu nimepokea maelekezo nikiwa kama mtendaji mkuu wa Wizara ya Maji na niwahakikishie wananchi wa wilaya ya Urambo. Maelekezo ya wa Mheshimiwa wa Waziri tunaenda kuyafanyia kazi kwa vitendo na nitaenda kuwasimamia mkandarasi wa Miji 28 mwenye tenki maelekezo uliopewa.